Nataka nikupe mfano huu. Mfano pia utakusaidia wewe kudefine thamani kwako ni nini, na thamani hiyo kwako wewe inamaanisha nini? Sawa, fikiria kama wewe una shilingi laki tano, ukamweleza rafiki yako kwamba bana, mimi nina laki tano hapa, afu akwambia mna, um, wewe, ah, wewe huwezi kuwa na laki tano bana. Unajua, sio kila muda ni muhimu au ni lazima umwoneshe mtu kitu unacho, sawa? Unaweza ukamwambia tu. Sasa mfano wangu nataka twende kwenye kwenye huyu mtu amekataa kuniamini kwamba mimi nina shilingi laki tano. Haishi pale, anaondoka anaenda kuwaambia rafiki wengine, watu wengine kwamba jamaa bwana sijui anajikuta nani kila saa, oh, mi nina laki tano. Anajisi ana laki tano, anambia hawezi kuwa na hela yoyote. Kwanza mcheki alivyochoka, mwenye laki tano yuko vile. s swali langu kwako, nataka nikuuliza, we unaitazama ni kwamba ikiwa mi nina laki tano na wewe hutaki kuamini mi nina laki tano, je, kutoamini kwako mi nina laki tano na sio tu kutoamini, fikiria, ukawaambia watu wote unavyoweza, waambie dunia nzima kwamba kwamba mimi sina laki tano. Je, hiyo kutoamini na kuambia watu wengine na kuwatangazia inapunguza thamani ya hii laki tano? Yaani, uhalisia mimi ninayo. Sasa wewe kusema sina, au kuamini sina, au kufikiria sina, inapunguza? labda kuna laki moja inapungua, labda ina laki mbili inapungua, inabakia laki tatu kwa sababu labda fulani amesema kwamba mimi sina, au ananifikiria kwamba mimi sina, jibu liko wazi, haipungui, si ndio? Ina maana haipunguzi thamani. Kwa hiyo watu wanachokifikiria au watu wanachokisema ikiwa kiko kinyume na uhalisia ambao wewe ndio unaufahamu, basi akipungui kitu chochote. Ikiwa unahitaji simu mpya kali na original, lakini bajeti haijakaa sawa, usihangaike. Suluhisho lipo karibu yako. Costphone TZ inakupa huduma ya kipekee ya kuuza na kukopesha smartphones original kwa brandi za iPhone, Samsung, Vivo, Infinix, Tecno, Itel, Philips na kadhalika. Ni rahisi sana, njoo. Malipo ya mwanzo kulingana na thamani ya simu unayoitaka pamoja na kitambulisho cha NIDA, leseni ya udereva au kadi ya mpiga kura, na simu yako unaipata papo hapo. Marejesho utamaliza ndani ya miezi mitatu sita hadi kumi na mbili bila usumbufu. Tuna huduma ya delivery kwa wakazi wa daa na mikoani, tunatuma pia. Karibu dukani Mwenge stendi ya zamani, Dar es Salaam. Tucheki kwa simu au WhatsApp namba 0745146162 au tufuate Instagram at coast underscore phones tz, pamoja na Coast Phones tz kwa Facebook na TikTok, Coast Phones tz. Simu kali original, bei nafuu na malipo rahisi.